Ndovu mkuu maarufu Craig, wa mbuga ya Amboseli kaunti ya Kajiado, yatahifadhiwa na kuonyeshwa kwa umma. Naam, kulingana na maafisa wa KWS, mchakato wa kuhifadhi mabaki hayo kwa kemikali maalum unaendelea. Naam, Craig alikuwa miongoni mwa ndovu wakuu wachache mno waliosalia barani na alikuwa na pembe au magego yenye uzani wa zaidi ya kilo mia moja. Naam, Brenda Wanga anaarifu zaidi kuhusu tembo huyo wa kipekee aliyewahi kuishi. Hii ni mbuga ya wanyama ya Amboseli kaunti ya Kajiado, nyumbani kwa wanyama aina tofauti tofauti. Mbuga hii hata hivyo inajulikana sana kwa ndovu wenye pembe kubwa zaidi ulimwenguni. Hapa ndipo mlikuwa nyumbani kwa ndovu mmoja mashuhuri aliyejulikana kama mfalme wa Amboseli Craig. Maisha ya Craig hata hivyo yalikatizika mwanzoni wa mwaka huu kutokana na umri wake mkubwa wa miaka 54 baada ya kuishi kwa amani na jamii ya Wamaasai hapa jamii hii ikijitolea kumlinda kutokana na wawindaji haramu ambao walitaka sana pembe zake kubwa zenye takriban kilo 45 kila moja. John na Daniel walikuwa wamemfuatilia Craig kwa miaka mingi na walijua mifumo yake na waliona muda wake ulikuwa ukioyoma duniani. Walikaa naye hadi dakika za mwisho masaa hayo, ilikuwa ni masaa sita hivi usiku saa saba alipitia hivi, alifika karibu na ile mlima pale, akarudi tena alifika pale chini akarudi tena akapitia mwanya hapa, kuna kamwanya iko hapa akapitia hapo akakuja. Ilipofika saa tisa na nusu alisimama tu ka hiyo, karibu na hiyo kamti pale, aliekelea tu hizo mapembe zake hivi, alisimama tu madakika. Ilipofika saa tisa na nusu tukaona tu tuka imeanguka pu, ikalala. alipolala wajamaa wakasema oh, sasa wacheni alale maana labda analala eh, tutaona asubuhi vyenye itakuwa. Kumbe ilipolala tu hivi ilienda ah, hata mioyo setu tulijua tu ameenda ah. Tulipoona ameenda nakuambia ile kilio tulitoa hapa, lakini ni Mungu tu, maana huu mnyama alitusaidia sana kwa Wamasai wa Amboseli. Craig akuwa tu mnyamapori, alikuwa nguzo ya kiuchumi na jirani mwema kumpe nikakuja kujua ndovu kikaa naye karibu, kikaa naye uswayane, hata utakuja mpaka karibu na hii miti hivi. Sasa kwa Craig tumekaa naye, imekuwa rafiki wetu e, tumefuata sana e, na tulikuwa tunaamka asubuhi 5:30 tunakuja kuona mahali mahali tuliku, tulikuwa tumeacha kikila nyasi tunakuja kutafuta nyaya hapo, tunaanza kufuata mpaka mahali anaenda kunywa maji, ama tunakuwa tunaenda kujua direction analenga, saa ile anaenda kunywa maji pale, tuna tunaenda hapo kufungulia maji. He had a ground sweeping tasks, you know, very big in size indeed. Uh, he was very calm in nature and therefore many people used to come to you know, enjoy taking the photograph of Craig

Alikuwa kivutio kikuu cha utalii wa Amboseli. Kwa Eric, mhifadhi mlinzi wa heshima wa KWS na mhudumu wa kambi hii, anakadiria hasara kubwa. Ingawa Craig hayuko tena kwenye mbuga hii, watafiti wanaamini kwamba jini zake bado ziko huku Amboseli na kwamba pembe kubwa za Craig zimepitishwa kwa kizazi kipya cha ndovu.

Ili kuhakikisha kwamba hasauliki kamwe, shirika la KWS limeanza mchakato wa kuhifadhi mabaki yake kwa vizazi vijavyo kushuhudia ukubwa na umaarufu wake.

and that uh, wildlife and man can interact very closely and peacefully once they respect each other and obey each other's space. Inaaminika kwamba tembo hawasahau na Amboseli haitamsahau Craig hivi karibuni. Brenda Wanga, Runinga ya Citizen katika mbuga ya wanyama ya Amboseli.